Hello. Habari? Kwa majina naitwa Mulki. Na niko hapa kwa ajili ya kuweka sawa kitu kimoja. Hapa katikati kumekuwa na taharuki ya kwamba connection yangu imevuja. Ningependa kusema yule sio mimi. Sio mimi hata kidogo. Kinachofanya nionekane ni mimi kwa sababu ya kipara. Lakini kuna vitu viwili ama vitatu ambavyo si ni mimi. Cha kwanza mimi sio muumini wa kuweka kucha ndefu, na yule binti ana kucha ndefu sana. Cha pili mimi sina tatuu kwenye mikono yangu, ukiangalia vizuri, yule binti ana tatuu kwenye mkono wake. Lakini cha tatu, kwenye alama yangu ya kichogo, mimi nina alama hapa ile